Mgombea ubunge wa jimbo la Mbinga mjini mkoa ni Ruvuma, kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Sixtus Mapunda leo amefanya ziara katika kata ya Kitanda vijiji vya Masimeli, Miembeni, Ruvuma Lupilo na Kitanda. Akiwa katika ziara hiyo, mgombea huyu ambaye pia ni katibu wa taifa wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UV CCM amesema akibahatika kuwa mbunge wa jimbo hilo atahakikisha anakabiliana na changamoto zilizopo katika jimbo hilo ambazo ni maji, umeme, huduma ya afya na barabara nikifika mwezi wa kumi na moja nitakuja na mafuta ya trekta ya kubeba ile miti kwa ajili ya kujenga daraja yakulemtoaponde. <coughs> Nikifika mwezi wa kumi na moja ilo jamanda litakuwa na rola za mipira kufunga maji kutoka juu kupeleka mpaka bondeni kujenga Asante, sitakuja Kibwege kama leo nitakuja, yeah. na greda la kukwangwa barabara yeah. Nikifika mwezi wa kumi na moja, sitakuja hivi, sitakuja hivi kabisa. Nitakuja na mkakati uliokamilika wa kuleta umeme kutoka njia panda ya Ruvuma. Katika kijiji cha Lupilo mgombea huyo alilazimika kushuka kwenye gari yake baada ya wanakijiji kufunga njia wakitaka akashuhudie hatua ya ujenzi wa kituo cha afya ilipofikia ili aweze kuwasaidia. Baada ya kujionea hali hiyo alikuwa na haya ya kueleza: mimi nitafanya mambo mawili na yatakayebaki lazima mwyefanye nyinyi. Mimi nitaleta ile mipira kwa ajili ya maji. Nyinyi vijana mna nguvu, lazima mkachimbe mtaro wa kuleta maji pale chini Uu, lazima mchimbe msingi wa kujenga zahanati <coughs> mpandishe msingi mpaka <back> juu. <coughs> mimi <Mimintelze. tos> nitawezeka. Jambo jingine kubwa sana ambalo naomba wanaupilo tuwa wastahimilivu. Ninajua tulipewa hisani ya kulima kwenye maeneo ya masista naelewa, na yale maeneo nyinyi mnajua kabisa kwa mujibu wa taratibu ni maeneo ya masista jambo tunalotakiwa tulifanye sisi, mkitupa ridhaa, tunakwenda kukaa mezani na masista kuwaomba, tuwaombe watuelewe, watusaidie, waturuhusu tena tulime kama tulivyokuwa tunalima zamani. <coughs> <coughs> Kabla tujafikia hivyo, lazima tujue kwa nini wametukatalia. Unajua, <coughs> kuna mda mwingine lazima tutengeneze mahusiano mazuri na wenzetu in wangu wanarupie, tuwapende masista, tuwatendee mema, tuwaheshimu, nao watatuheshimu yes. Katika majumuisho yake Mapunda amepongeza juhudi zilizofanywa na viongozi waliopita, ingawa alibainisha wazi kuwa bado kuna changamoto kwenye jimbo hilo, hivyo kama akifanikiwa atahakikisha anazisogeza huduma karibu na wananchi. Leo nimefanya kampeni katika vijiji vinne Nimeanza kijiji cha Masimeli, nikaenda Miembeni, baadaye nikaenda Ruvuma lupilo na nikamalizia hapa Kitanda. Maeneo yote katika ujumla yake yana changamoto kubwa tatu zinazofanana. Wote wana tatizo kubwa la maji linawasumbua, wote wana tatizo kubwa la zahanati na wana tatizo kubwa la miundombinu ya barabara. Maeneo yote nimewahakikishia kwamba katika kipindi cha miaka mitano kama wataipa ridhaa CCM, tutahakikisha tunatatua matatizo yote. La kwanza tutaanza na maji ambayo tumeona kweli ni changamoto kubwa sana. Watu wanakwenda umbali mrefu bila kupata maji. Peter Edson, Mwananchi Digital.